kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile. Nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe. We found two incidents in Mwanza that disprove the statement. We found that police used excessive force not only against protesters but against citizens

Akida alikuwa amekaa nyuma ya nyumba yake na vijana wengine wawili walikuwa wakila chipsi, kisha polisi wakaja na kuambia wakae mstari mmoja. Kulikuwa na saluni karibu, na kulikuwa na mtu aliyekuwa amemaliza zamu yake hapo. Polisi wakamwamuru naye ajiunge na wale wengine ambao tayari walikuwa wamepangwa mstarini. Kisha polisi waliwaamuru wote walale chini, walilala. Yule mtu wa saluni alijaribu kukimbia na polisi wakampiga risasi mgongoni, wakampiga tena kifuani, kisha wakampiga kichwani. Wale waliokuwa wameamuriwa walale chini nao wote walipigwa risasi na wali wali kufa. The victims were Akida, age 31 Chacha the man from the salon, 40, Hamu 31 and Zuberi 24. Akida's mother and two others witnessed the mass killing. Nilikimbilia barabarani na kukuta mili ya watu wanne imelala chini. Nikamwinua mwanangu. Mwili wake ulikuwa baridi, lakini miguu yake bado ilikuwa na joto joto kidogo. Kwa hivyo nilidhani bado yuko hai. Nikakimbia kurudi nyumbani kuchukua gari, nikarudi haraka kwenye eneo la tukio. Lakini nikakuta kuwa mwanangu Alikuwa tayari ameshakata roho. Eyewitnesses say sporadic shooting throughout the night made it hard for the families of the victims to collect the bodies of the deceased. Kulikuwa na maiti nyingi mitaani na hakukuwa na mtu wa kuzikusanya. Hata kama angekuwa rafiki yako baada ya kupigwa risasi ilibidi ukimbie tu. Usingethubutu kurudi kuchukua mwili wake. Hatukuweza hata kuziweka maiti kando. Kwa hivyo kuhusu maiti hizo, ni wanajeshi ndio waliokuwa wakizikusanya. Walikuwa na malori maalum ya kubebea maiti hizo w7 On October 13, Imani, a survivor, was sitting there with 14 others when they heard sporadic shooting outside. Tulikuwa ndani ya kibanda umiza tukitizama habari. Ghafla tulisikia risasi zikifyatuliwa nje. Baadhi yetu tulikuwa tumejificha chini ya mabenchi. Tulipolala nilisikia risasi zikifyatuliwa tena. Nilihisi kama zilikuwa zikipigwa hewani, lakini kwa kweli zilikuwa zikifyatuliwa kwetu. Tukio zima lilichukua chini ya dakika moja, kisha wakaondoka. Nilihisi umotomoto kwenye shavu langu na nilipojigusa kwa vidole vyangu nilihisi nilikuwa nikigusa meno yangu. Nilikuwa nimepigwa risasi. Niliona watu wakitapatapa pale chini na damu zilikuwa zikiwatoka. Nikasimama na kukimbia. Nilijificha kwa muda mahali, kisha nikaenda nyumbani. Imani sought treatment at a hospital. He worries about his safety. This is a scene in the aftermath of the incident. Eyewitnesses say several bodies lay in and around the video hall. Nima lost two of her relatives in this incident. Esan, Simba, and her brother, Kamisi. Nilitoka nje kumsaidia mtu ambaye alikuwa amepigwa risasi mgongoni na kwenye paja. Alikuwa amefanikiwa kutambaa hadi mlangoni kwetu, alinusurika. Tulipokuwa tukimsaidia kijana mmoja alikuja kipiga kilele, mama Simba, uone mjumba Hamisi na Jebali wameuawa Nilipiga makelele na kujaribu kuvuka barabara na kundi la watu akiwemo kaka yake Jabali, lakini risasi zilikuwa zinaendelea kurindima. Tulilazimika kurudi. Kisha akaja kijana mwingine na kuniambia Simba ameuawa, ameuawa. Nilimwambia Simba, Simba tunahitaji kukimbia, lakini alikataa. Alisema hatujafanya kosa lolote, tutulie tu ingawa moyo wangu ukiniambia vyengine. Nilikaa kwa muda, kisha risasi zaidi zilipigwa. Nilimsihi tena, kaka, watu hawa watatuua, tukimbie. Lakini alibakia kama kwamba roho yake ilikuwa ikimwambia abaki hapo. Niliona njia pekee ya kutoka ilikuwa ni kuchomoka moja kwa moja kuwapita wale askari, nikakimbia. Nilidhani simba alikuwa nyuma yangu, lakini nilipofika nyumbani kwa mama yake na kugeuka, hakuwepo. Nilitaka kurudi kwenye eneo la tukio, lakini nilisikia mripuko mkubwa kama bomu. Dakika chache baadaye simu yangu ilianza kuita, ikisema marafiki zetu wameuawa huko Mji Mwema. Simba alikuwa mmoja wao.

we also found that after the killings in both kisesa and imji mwema soldiers arrived in groups to collect the bodies the soldiers took the bodies to sekuturo hospital and bugando medical center akido's mother went to bugando medical center to retrieve his body the day after he was killed kulikuwa na miili mingi iliyorundikana kila mahala walifanikiwa kumpata na kutuambia tulipe shilingi laki tatu hiyo ilikuwa Jumamosi tulipouona mwili kwa mara ya kwanza. Lakini siku hiyo ilipita na Jumapili na Jumatatu na Jumanne. Ilikuwa hadi Jumatano wakati mdogo wangu alipopokea simu kutoka kwa afisa wa polisi wa wilaya ambaye alimwambia kwamba sasa tunaweza kuuchukua mwili kwa mazishi. Tuliuchukua mwili kwa ajili ya ibada fupi nyumbani na nyingine kanisani na tukaenda Bujore kumzika.

And asked the government of Tanzania for comment on the two incidents in Mwanza. We wrote to the government spokesperson. There was no response. Remember President Suluhu Hassan's statement? Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile. Nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe